Kuna tafiti nyingi sana ambazo zinafanywa na kuna baadhi ya tafiti uh, ukiweza kuzisikia we mwenyewe, lazima ushtuke hii, jamani mpaka hii uh, lakini tukumbuke kwamba kuna tafiti moja ambayo iliwahi kufanywa na ikasema kwamba uh, Tanzania ikaonyesha ni nchi ya mia ngapi sijui huko chini kabisa kuhusiana kwamba na watu wenye furaha zaidi duniani, lakini hata hivyo ukija kuangalia vigezo ambavyo vilivyoweza kuwekwa Unaweza ukajiuliza jamani, kwa nini tumeweza kukosa. Ni baadhi ya tafiti ambazo huwa zinafanywa na vyuo vikuu mbalimbali kwa hapa duniani, naweza nikasema hivyo. Sasa, miongoni mwa tafiti ambayo imeshangaza watu wengi zaidi ni kusema kwamba wanawake wasio na wapenzi wana furaha kuliko wanaume. Hii ni tafiti ambayo imeweza kufanywa kwamba uh, wanawake singo wana furaha zaidi ya wanaume. Utafiti mpya kutoka Chuo Kikuu cha Toronto umebaini kuwa wanawake wasio katika mahusiano wanafurahi maisha zaidi kuliko wanaume wasio na wapenzi. Kwa kuchambua taarifa kwa watu takribani elfu sita, watafiti waligundua kuwa wanawake waliripoti hisia chanya kuhusu kuwa singo, walikuwa na hamu ndogo ya kupata mpenzi na waliridhika zaidi kimapenzi na kimaisha kwa ujumla. Wataalamu wanasema hali hii inachangiwa na kuwa na mitandao imara ya kijamii, uhuru wa kihisia na mabadiliko ya kimitazamo ya kijamii kuhusu maisha ya upweke kwa wanawake. Mm-hmm. Wanawake single wanafuraha zaidi. Huu ni utafiti ambao umefanyika katika chuo kikuu cha Toronto huko Canada. Nikwambia nini tena? Hiyo ni utafiti ambao imefanywa. Mimi ni official Lizymah, nikwambia tu cha kwamba usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.